Ikiwa ni mahafali 51 ya chuo cha usimamizi wa Fedha, IFM leo Makini TV imepata nafasi ya kuhudhuria na kushuhudia mahafali haya katika ukumbi wa Diamond Jubilee Hall uliopo Upanga, jijini Dar es Salaam. Ungana nami Witness Lema wa Makini TV kushuhudia mahafali haya kuanzia mwanzo hadi mwisho. Habari? Salama. za kwako? Unaitwa nani na leo umehitimu shahada gani? Naitwa Peter, nimehitimu shahada ya tax. Uh, unajisikiaje leo kufika katika siku hii? Uh, kikubwa najisikia vizuri kwa sababu haikuwa rahisi, haikuwa rahisi. Kwamba umewahi kupitia changamoto au kuna kitu ambacho kiliwahi kukuhamisha? Uh, changamoto labda za masomo kama unavyojua masomo ya degree hasa chuo cha IFM sio rahisi kutoboa, lakini tumepambana, tumetoboa. Mungu ni mwema. Amina, amina. Unajivunia, unajivunia, unajivunia nini kufikia siku kama hii ya leo? Najivunia na kwa sababu sote ambao tumeanza nao wamemaliza na sisi na sote wameweza kufaulu kufika hatua kama hii, kwa hiyo najivunia kupata degree yangu ya kwanza na namshukuru Mungu. Unapenda kuambia nini wazazi wako au watu ambao wamekusapoti kufikia siku hii ya leo? Kwanza nawashukuru sana kwa sababu wameniunga mkono kwanzia akuwa anaanza mwaka wa kwanza mpaka sasa hivi, mi naombea na kwa Mungu kuwabarikiwe tu na mwenyezi Mungu azidi kuwasimamie na wajalie umri mrefu, siku moja waje waone maf, wale matunda ya kitu walichokuwa wanakifanya kwa ajili yangu. Neno lako la mwisho kwa wanafunzi ambao wako bado chuo wanaendelea kusoma na wanaopitia changamoto mbalimbali, unapenda kuwaambia nini? Wapambane, wamtangulize Mungu, hakuna kinachoshindikana. Asante. Asante, umependeza Habari. Salama. za muda nzuri. Unajisikiaje kufika katika siku ya leo? Sikia furaha sana kwa siku ya hapa, haikuwa rahisi kufika hapa. Unaitwa nani na umehitimu shahada gani hapa katika chuo cha usimamizi wa fedha? Majina anaitwa Saidi Ahmudi, nimehitimu shahada ya kodi. Wow. Hongera sana. ni kitu gani ambacho unajivunia toka umeanza mwaka wa kwanza mpaka kufikia mwaka huu ambao umehitimu katika siku hii ya leo? Kwa kweli nimejifunza vitu vingi, nimeweza kukua kiakili na kujiboresha kuwa katika kijana imara. Na ni changamoto gani ambayo umewahi kupitia kipindi ukiwa chuo mpaka sasa ambao una, una, kikumbuka, unasema hii changamoto ni ngumu sana na nashukuru kwa kuivuka? Kuwa tu maisha kawaida, tuha, ya kawaida tuay hapa na pale. Basi tu unapenda kuambia nini watu ambao walikuwa nakusapoti kwanza ulipoanza chuo mpaka sasa ulipomalizia? Nawashukuru sana na Mungu awe nao. Hongera sana asante. Habari salama, unaitwa nani na umehitimu shahada gani? Ah, kwa majina naitwa Minza Roberts. Nimehitimu shahada ya Banking and Finance IFM. Uh, unajisikiaje kufikia siku ya leo ya kuhitimu? Ah, kikweli najisikia furaha sana kwa maana miaka mitatu sio mchezo, ni mingi mikiki mikiki hapa na pale, kuamka asubuhi assignment ujafanya. Yani kiukweli najisikia furaha sana. Umeshawahi kupitia changamoto ambayo imekukwamisha kusoma? Mm, kiukweli changamoto ni nyingi lakini unajua kuzielezea changamoto zinakufanya ukumbuke nyuma, kwa hiyo utakuwa unakumbuka maumivu. Kwa hiyo tu tuendelee kusonga mbele. Asante, hongera kwa kufika siku ya leo. Siku ya leo unajivunia kitu gani, kuanzia mwaka wa kwanza mpaka wa tatu, ukiangalia siku hii? Ah, kiukweli najivunia kuwa mvumilivu, maana changamoto za hapa na pale, unajua chuoni kuna mambo mengi sana ambayo yanamkatisha mtu tamaa. Kwa hiyo kiukweli nafurahi sana kuwa hapa hivyo tu, asante, ongera, umependeza sana kwa siku hii ya leo. Hebu tuambie, unataka kuwaambia neno gani wahitimu ambao ambao wanatarajia kuhitimu ambao bado wako chuo? Um, wapambane, maisha sio rahisi, maisha ni magumu mm. Asante sana asante. Habari nzuri za kwako ah, uh, unaitwa nani na leo unahitimu shahada gani? Ah, uh, kwa majina anaitwa Salim Abdallah na nahitimu shahada ya Actuarial Science ah. Uh, hongera sana, unajivunia nini kufika katika siku hii ya leo? Ah, uh, kwa kweli nafurahi sana na nachojivunia kwamba nimeweza kufanikisha hili jambo kuweza kusoma kwa jitihada na kwa bidii. Kwa hivyo nafurahi sana, hii ni siku bora na ni siku ambayo haitajirejea kwa kweli. Na ni kweli haitajirejea kwa, jire, jire, kwa unavyosema. Na ni changamoto gani ambayo umewahi kupitia ikakukwamisha ambao unasema hii changamoto imenisababisha nikakwama kufanya kitu fulani lakini namshukuru Mungu nimeishinda? Kwa kweli hakuna jambo ambalo litakuwa hupitika katika changamoto. Changamoto katika maisha ya kawaida inatokezea na ipo katika kila pahala. Hivyo katika takwimu muda wote huu ambao nilikuwa najifunza na soma katika bachelor of actuarial science, kuna changamoto nyingi mbalimbali nimepitia miongoni mwa hizo ni kwamba masuala ya kutimiza coursework hii pia ni changamoto ambayo ilikuwa mtihani. Kwa mfano unaweza kukutana na lecture ambayo anakuwa ni mgumu kidogo, tare inakuwa ni mzito, unaweza kwamba mimi hapa sitoboi, unasoma unapambana, unapiga lakini still unaona ikija katika masuala ya max ni inakuwa kidogo changamoto, lakini kwa uwezo wa Mungu nashukuru nimefaulu vizuri sana yes. Asante sana kwa siku ya leo. Unapenda kuwashukuru watu gani ambao mkusapoti kufikia hapa? Uh, asante ndugu mtangazaji uh, kwa siku ya leo, sapoti yangu kubwa kubwa sana, nashukuru wazazi wangu, wazazi wangu ambaye ni mama yangu kipenzi yupo Zanzibar, Hidaya ya Juma Ramadhan, dada yangu Hafsa pamoja na baba yangu na familia na ndugu zangu wote kwa ujumla nawashukuru pia. Unapenda kuambia nini wanafunzi ambao bado wanaendelea kusoma ambao wako chuo? Uh, asante sana ndugu mtazamaji Uh, kwa ndugu zangu ambao ama kaka zangu dada zangu wanaendelea chuoni, mimi ninachowaambia kwamba wasikate tamaa katika jambo lolote. Kata tamaa hiyo weke umwiko kwao kabisa, yani yani hata akihisi wana changamoto kubwa sana wanayopitia, wakutulie wamwombe Mungu. Lakini vile vile wa zile shida zinapowafika washirikiane na wenzi wao ili kuweza kulitatua hilo, na mimi hakuna kinachoshindikana. Asante, hongera sana. Asante nashukuru. Asante. Habari? Salama. Unaitwa nani na umehitimisha shahada gani? Naitwa Yasinta nimehitimu shahada ya, Sinta, ni ya Bachelor of Accounting with Information Technology. Hongera sana. Asante. Ah, uh, unajisikiaje kufika katika siku hii ya leo? Nasikia furaha sana, najiona mwenye bahati, namshukuru sana Mungu kwa kunipa hii nafasi. Yes. Uh, unajivunia nini toka ulipoanza kusoma mpaka leo umefika siku yako ya kuhitimu? Ni kitu gani ambacho unajivunia Najivunia kwa sababu najivunia kuwa ni mtu ambaye mwenye mikakati na ambaye nimeweza kuyatimiza malengo yangu na ambaye nilikuwa consistent kwenye kila kitu ambacho nakifanya. Asante wewe kuni changamoto gani ambayo imekukwamisha labda au iliwahi kukupata kipindi ambacho unasoma ukasema hii changamoto ni ngumu nini, na ulitumia njia gani kuweza kuishinda? Ha, kuna kipindi masomo yalinisumbua, mitihani ikawa ni e, mitia, migumu, nikadrop kidogo. Kwa hiyo ile hali ilinipa stressi, lakini jinsi gani niliweza kujikwamua kuji kwenye hicho kitu? Cha kwanza nilizidisha ni kumwamini Mungu, alafu nikatafuta mikakati bora ya kusoma mbinu nzuri za kusoma, ili kuweza kuinuka tena na nashukuru Mungu niliweza, na mpaka leo hii nimefaulu, niko hapa. Hongera. unapenda kuambia, unapenda kuambia nini watu ambao wanakusapoti au ambao wamekusapoti toka umeanza kusoma mpaka sasa hivi po kwenye biashara yako binafsi pia? Ah, nawapenda sana ambao wamenisapoti. Shout out to my dad. Nakupenda sana baba yangu, Mungu akubariki. Nakupenda sana mama yangu, wamenisapoti sana, familia yangu kwa ujumla, yes, wamenilea kwenye malezi mazuri na pia wamenisaidia kuweza kutimiza ndoto zangu. Waliziona ndoto zangu kabla mimi mwenyewe sijaziona, especially my dad. Namshukuru sana and I'm proud of him. Hongera sana baba. Unapenda kuambia kitu gani ambao wahitimu ambao wanatarajia kuhitimu miaka ya ijayo, ambao bado wanasoma wanaopitia changamoto mbalimbali unawashauri nini? Ah, mimi ninachowashauri ni kwamba wakae kwenye mstari, yaani wakae kwenye mikakati ambayo wameiweka e, na pia wamtangulize wa, wa, wa, wa Mungu mbele. Yes, wamtangulize Mungu mbele, Mungu ndio kila kitu. Na pia wawe na bidii katika kila kitu wanachokifanya na, na pia wawe na imani Sante. Asante sana. Pia mi ningependa wa uwashauri wazazi, maana hapa tumeona ukimpongeza baba yako, familia yako wakusapoti. Unawashauri nini wazazi ambao wana watoto ambao wako chuo wafanye nini ili watoto waweze kutimiza ndoto zao? Ah, mi nawashauri wazazi wasiwachoke, wa, wasi watoto wao wazidi wa, wa kuwashauri, wazidi kuwasapoti, yes kwenye kila kitu ambacho wanakifanya, na wawaombee pia, wasiwachoke. Yes. Asante sana. Asante pia. Mambo. Kwanza. Nzuri. Hongera mapendezo. Asante. Unaitwa nani na umehitimu shahada gani katika siku hii? Naitwa Ana Joseph Mtui, nimehitimu Bachelor of Accounting with IT. Okay. Hongera kwa kuhitimu. Unajisikiaje kuhitimu siku hii leo? Nisikia vizuri, furaha. Yeah. Okay. Hongera. Na pia unapenda kuambia nini wazazi wako kwa kuliokusapoti mpaka ufikia siku ya leo um, Wazazi kwanza, ningependa kuambia asante, like asante sana. Kuna muda nilikuwa tena nataka kugiva up, ila wazazi walikuwepo there. So, thank you so much kwa kulipa ada nini, asanteni sana na hii ni kwa ajili yao, ni kwa wao yeah. Uh, unapenda kuambia nini wa, wenzako ambao amebakia wanasoma, unawashauri nini hmm. Cha kwanza wasi give up. Masomo ni magumu kweli, kuna muda kozi ni ndogo hazifiki but Give up, endelee kusoma. Pili, Mungu aisee, wa mweke, wa mtangulize Mungu sana mbele, yeah. Yeah. Asante, ongera. Asante, tumepata nafasi ya kusikia baadhi ya wahitimu wa chuo cha Usimamizi wa Fedha wakizungumzia mahafali yao yaliyofanyika leo tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Diamond Jubilee ulioko Upanga jijini Dar es Salaam. Mimi ni Witness Lema wa Makini TV.